OCS Chief, Assistant Chief anakuja kuongea mbele yako e, bila kukosea heshima zile ofisa ambazo nimezitaja, na pia hiyo ukisifiwa hivyo pia kuna challenge ya kwamba umeset the bar very high. Mimi nilikuwa nataka kuongelea mambo machache kabisa. Ya kwanza mimi kama mwakilishi wa Bura Constituency Eh, bwana waziri najua, tumeongea na wewe tumeongea na rais kuhusu subcounty mmoja ambayo inaitwa Madogo subcounty. Tukiwa pamoja na rais amekupigia simu tukaongea na wewe ndugu yangu, na hiyo subcounty ndio yule ACC amekuja kutaja hapa 8 km squared ambayo umesema wewe mwenyewe utaangalia namna ya kuongeza, na nadhani hii ilikuwa ni proposal kutoka kwa sisi viongozi kwa waziri aliyekuwa waziri Kindiki tukaongea naye eh. Request yangu ya kwanza ni kwamba tumeambiwa na madam eh, eh, principal pass ametuambia kwamba last year Tana River imeweza kupata gazette ya new administrative units. Tumepata sub county mbili tukapata division na, na locations mingi. Lakini kwa bahati mbaya bwana waziri tuko na constituencies karibu tatu peke yake, 3 tuko na Bura so tuko, tuko na Galole na tuko na Garsen. Na madam hapo amesema ya kwamba tumepata new administrative unit two sub counties, five division, nine location, 22 sub locations. Nataka kuarifu waziri ya kwamba hakuna hata sublocation moja ambayo tumepata sisi kama watu wa Bura Constituency. Hizi ambazo zote zimetajwa ni Agalole na Garseni. Tunataka mandugu zetu waendelee na tunawafurahikia. Lakini mimi kama mwakilishi wa Bura Constituency naomba priority ya kwanza ikianza na sub county na locations ambazo tumepropose na iko katika ofisi yako. Tuweze kusaidika tafadhali ndugu yangu. Na najua nikitoka hapa nitakusumbua kwa hiyo maneno ya pili ni mambo ya magari. Nadhani tumeambiwa saa hizi tuko na, ningependa waziri pate ateshe yako vizuri kabisa ndugu yangu. Kuna mambo yamerudiwarudiwa hapa ambayo ni mambo ya magari. Tukaambiwa subcounty mbili kati ya zile tano tuko nazo, DCC wawili hawana magari. Moja ni ya Bangal South County na moja ni ya Galladay South County. Waziri, ningependa kabla utoke hapa ungetupatia upige sauti, kwa sababu hapa wewe hapana mtu mdogo, wewe anajua wewe ni mtabagazi, hiyo magari mawili ya DCCs waweze kupata tabagazi ile constituency ambayo na represent ya Bura. Waziri, Bura constituency iko na 13000 square kilometers. It's more than even Rwanda. 13,000. It's the fifth largest constituency in Kenya. 13,000 square kilometers. na mtu wa Balambala huko chini ambaye MCA ametaja polisi hata hana gari. So, ishu ya kwanza nimesema ni sub-county ya madogo, ishu ya pili nimesema ni magari, ikianza na gari ya DCC wa Bangal, na DCC wa Bangal na DCC wa Galadera. Sub-county ya tatu ya wa waziri ni mambo na promotions venye wakubwa hapa wamesema. Leo nataka kutoa ushuhuda. Nime sample, niko na officers wako hapa, ndugu yangu. Nashangaa mimi nilikuwa wapi wakati huo. Niko na officer ambaye ako hapa Hola GK prison, namba yake inaanza na 1993 na nilikuwa nasari wakati huo, mimi ambaye niko mbunge nilikuwa nasari huyo ako koplo saizi, ako na moja peke yake, koplo 1993. Iyo ni miaka mingapi 1993, huh? 30 years, 30 years good service amepeana. Inchi niko na GK hapa eh, Hola, Hola Prison. Niko na moja wa AP ambaye ni 1994, na kwa sababu nachunga time, niko na details zao zote hapa, ndugu yangu. So, ile vitu ambayo vimefanyika kuzima ule ukweli sio haki, na hivyo serikali ambayo tunajua ni yetu, tunajivunia, ambayo inaangalia wale ambao walikuwa ni watu wa chini, watu ambao walikuwa wamesukumwa kitano. Kwa sababu ya muda, mimi tu ningekwambia, eh, waziri, hii haitakuwa mara yako ya mwisho kufika hapa, na tunakukaribisha zaidi. Ile ya mwisho, nataka kuomba ni mambo ya NPR Kitui wajuiyo, maajabu tunashangaa, ndugu yangu. Kuna polling station yangu moja inaitwa Basahargesa last week, Kitui county ime advertise post ya ya assistant chief last week, na ni polling station ambayo imenipigia kura 500 na haijaanza kunipigia mimi, for the last 20, 25 years they have been voting there. Kitui county is claiming ownership, we have had discussions with them. Wa ya Kitui kwa sababu ya kuangalia muda, waziri ningependa kuachia hapo, lakini kuna mengi. Kuna police stations ya Kerende, police station ya ya Bura ambayo wameongelea hapo OCS, zote hata gari moja hakuna ya Bangal, hata gari moja hakuna. Kwanza upande wa magari ya hiyo constituency yangu mambo iko zero kabisa, na mambo ya structure nimeweza kusukuma, pia upande ya housing department waweze kutusaidia mambo ya infrastructure. Upande ya askari nataka pia utusaidie tafadhali, ili Mungu aweze kutuwezesha na hao maaskari ambao wako hapa. Mimi nataka kusema sisi kama wabunge kabla hatujapata mshahara yetu, ile wao kidogo iweze kuingia kabla yetu kabisa, wacha